Hali ya taharuki na wasiwasi imetanda wasi katika kaunti ya Tharaka Nithi kufuatia kuongezeka kwa idadi ya watoto wanaotupwa nje ya kituo cha watoto cha Bonanza mjini Chuka, sasa kukiwa na uwezekano wa kuwepo kwa mtandao katika kaunti hiyo au kuingineko unawatupa watoto hao katika eneo hilo. Kuna shule ya Bonanza ambapo jioni hii dereva wa shule yangu akitokea kazi amepata mtoto amewekwa karibu na kioski m, e, inasukiwa nywele hapa, asikia mtoto akilia, akachukua akaita the deputy teacher Rispa, wakakuja na walimu wote, kwa sababu bado walikuwa shule marking the exams, na mimi nikitoka Nairobi kupeleka mtoto nilikuwa nimepeleka, nikawakuta hapa, ndio tukajadiliana vile tutafanya, tukaona tuite Sikeli atupatie advice, na tunafurahi amekuja. Jumla ya watoto sita, wote wa kiume, wamepatikana katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, huku baadhi wakipatikana wakiwa tayari wameaga dunia. Tumepata simu sasa hivi kutoka kwa Matron wa Precious Bonanza akitueleza kwamba kuna mtoto ameachwa hapa, na tukaweza ku-act very fast, tukuja tuangalie mtoto, na niko na concern kama chief officer ambaye amesimamia watoto hii mwezi na last month, this is the month of June and last month, eh, tumekuwa na kesi sita za watoto ambao wametupwa na sasa hatujui kwamba kama hii ni kitu tunaita infanticide ama ile kujaribu ku get rid of watoto. Hatujui kama ni cult, hatujui kama ni nini inaendelea, na tunauliza kindly kwa hao wengine ambao tumepata because unfortunately leo ndio tumepata ambaye yako hai, hao wengine tumekuwa tukipata ambao already wameuliwa. Kulingana na afisa mkuu wa idara ya jinsia na watoto Kelly Rwigi Karimi, ambaye alifika katika kituo hicho akiandamana na maafisa wa kaunti. Pamoja na maafisa wa usalama, uchunguzi wa kina na wa haraka unapaswa kuanzishwa kuhusiana na matukio hayo ya kuogofya. So tunataka kujua ni watu wa kutoka around. Investigators, kindly come to our rescue, mtu ambie, ni watu wa hapa ni watu wa kutoka mbali, what is going on because it's a specific gender. Vijana tu and we can already tell the boys are very, very, very, very endangered, kama in one month Tunaongelelea vijana sita. Vijana sita is just not a number. Afisa huyo amesema iwapo uchunguzi hautafanywa kwa haraka, hali hiyo huenda ikawa mbaya hata zaidi. Amewataka wenyeji kupiga ripoti kwa maafisa wa polisi kuhusu majirani wao ambao wamekuwa wakitarajia watoto ila sasa ghafla hawana watoto hao

Ambayo inaendelea haya ya kijiri. Maafisa wa polisi wametakiwa kushughulikia upesi, kwani hadi kufikia sasa hakuna aliyepiga ripoti kuhusu kutoweka kwa mwanawe sasa miezi miwili baadaye. Wycliffe Kipkemoi, Undugu TV.